Mambo vipi mpenzi watazamaji, leo nitakwenda kuonyesha namna ya kufanya maombi ya walimu katika mfumo mpya wa TAMISEMI. Hizi ni hatua tano ambazo unaziona hapo mbele yako, lakini tuanze kwanza na hatua namba moja ambako utaweka jina la kwanza. Hapo hapo utaweka jina la kati, hapo utaweka jina la mwisho pia. Samani hapo utaweka jinsia yako, utaweka namba yako ya NIDA. Okay, namba nyingine nimepaste hapo hapo, utaweka tarehe ya kuzaliwa kuzaliwa utachagua, aa kuzaliwa, hapo utaweka vizuri kabisa, hapa makazi. Makazi uh, tuna tuna tuna kumda hapo mkoa kama hivyo, baada apo itakuletea form nyingine hiyo ambayo itakuwa hatua namba mbili. Secondary education hapa pia tunatumia kuweka elimu ya secondary tu, kama una o level ama a level. Kwa hiyo tunaweka hapa ni o level, tufungua hapo naweka o level, tuweka hapa kutoka NACTE, tuweka index number kwa format hiyo na paste hapo mara moja, paste hapo hapo. Naweka mwanga kumaliza form 4, hapo ataweka cheti cha form 4. Okay, ke apa na open hapo tayari, na save. Subiri kidogo, subiri kidogo, itakuwa ita, ita saved tu kidogo, muda si mrefu itakuwa saved. Mara nyingi mtandao inasumbua sana. Sawa, tunaendelea mbele, tunasema college education Ak okay, tunafungua hapa. Huyu ni analimu ya NACTE. Huyu ana certificate ya shule ya msingi. Okay, hapa kwenye college name tunaandika chuo ambacho amesoma ni hicho hapo, paste hapo. Baada hapo unachoboneka namba yake hapo usajili, unaweka namba yake ya usajili hiyo hapo nika mwaka ambao kamaliza, niuapo hapo. Nika cheti cha grade A ambacho ni hicho hapo, tuna open hapo kwa sababu huyu ana transcript, tunaweka tuna tena hicho mara ya pili tena, tunasema hapo grade A, tunasema open, ili uweze kusave, lazima mvute vyo sehemu moja. Kwa hiyo tuna, tuna, <coughs> tuna scroll down mpaka chini, alafu tunafunga tena, tunasema next baada hapo automatically itakuletea, itakuletea kwamba uchague uh, uchague masomo unaofundisha kwa shule ya msingi, ina combine masomo yote. Kwa hivyo tusubiri kidogo, kwa muda mfupi hapo itakuwa tayari ta select hapo. Mara nyingi mtandao kama nilivyowaambia mtandao wa system hiyo unasumbua sana, unasumbua sana. Ko, imefunguka hapo. Fungua masomo yako hapo hapa, sasa tunakuja tu kuchagua mikoa pamoja na shule. Cha mwisho pia na pia kina, kina umemo wake vile vile. Poleni kwa mtandao so, tunaweka barua hapo una, una, una hapo lakini huyu ana barua tutupu kwa hiyo baada hapo, tunaifunga hii barua hapo, tunachagua mkoa wa kwanza ambao yeye anaotaka. Tunaweka hapo mkoa wa kwanza, tafuta mkoa wake hapo, tafuta mkoa wake hapa Mtwara, kifunguka hapo, utachagua council, utaangalia council unayotaka utachagua hapo. Make sure, lazima ujue shule ambazo na apply. iwe ni ya msingi au ya sekondari Hayo pia ni kuzingatia sana kwenye kuchagua mikoa. Chagua tena mkoa wa pili. Mhm, chagua kaunsili hapo. Kaunsili gani unachagua? Unaangalia hapo, chagua shule tena, chagua shule hapo, na hadi tena unaweka tena mkoa mwingine wa tatu Taratibu ni ule ule, naweka mkoa naweka cancel na shule pia, nasema hadi make sure nachagua shule tano, kutokana na utaratibu wa mfumo nataka uwe na shule tano. Kwa hiyo utachagua pia mikoa mitano. Kwa hapo tuenda huu mkoa wa nne, haraka haraka hapa tuna save. Tunamalizia tena mkoa mwingine wa tano wa mwisho kabisa. Chuka mkoa mwingine kwa watano. Mkoa wa mwisho huu Kigoma, unaeka kaunsili yake pale, tunaeka shule tuna, tuna hadi hapo tuna submiti hapa chini haraka haraka. Baada hapo itakuwa <coughs> inatupeleka moja kwa moja kwenye kurasa yetu kabisa ya mwisho ya kuonyesha summary ya kile ambacho tumefanya, na itakuambia congratulation, itakuambia, itakuambia application com, com, com completed congratulation. Na hapo ndio mwisho wa simulator leo. Asanteni na karibuni sana. <coughs> kwa maswali. Wakati mwema.